Ndugu wanachama pamoja na waandishi wa habari wa mkoa wa Geita, kwanza tu, tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha tunafikisha ujumbe wetu kama wanachama katika mkoa wa Geita, tunaungana na viongozi wetu wa Club Young Africans na tuko hapa pia kwa ajili ya kuwapa sauti ya wananchi ili sauti ya wanachama iweze kusikika na kueleweka bayana kwamba Young Africans ni taasisi ya wanachama, sio taasisi ya viongozi. Yaani klabu ya Yanga sio klabu ya viongozi, ni klabu ya wanachama. Kwa hiyo sisi kama wanachama pale ambapo hatupendezwi, hatupendezwi na, na mwenendo katika masuala ya mpira, tuko tayari, tuko tayari kuhakikisha ujumbe wetu na sauti yetu kama wanachama vinawafikia viongozi wetu, ili pale walipo waweze kusikia na kuelewa kwamba mpira wetu sisi kama, kama Tanzania tunatamani sana uwe ni mpira ambao unakuza na kuimarisha ushirikiano miongoni mwa, mwa mashabiki lakini pia na mshikamano kwa Watanzania wote nchi nzima. Kwa hiyo pala ambapo tunaona kuna uonevu au kuna masuala ambayo hayafai katika mpira, lazima tuzungumze na lazima tuseme na lazima tuwaombe viongozi wetu wanaosimamia klabu yetu waweze kupaza sauti na kuisemea klabu yetu, lakini pia tuwaombe viongozi wa TFF na viongozi wa bodi ya ligi waliopewa mamlaka ya kusimamia mpira wahakikishe wana wanatibu kiu ya mashabiki. Kiu ya mashabiki ni burudani. Pale burudani inapopotea au inapoharibika kwa sababu ya utashi wa watu wachache katika bodi, lazima sisi mashabiki tuumie na lazima sisi mashabiki tuingie hasara. Mpira unaingiza hasara. Najua mpira sio mandazi kwamba mtu anaweza ukamrushia akaokota. Jina anaitwa Mkanga Malima Kurujila, mwanachama wa klabu ya Yanga. Ah, ndugu waandishi wa habari, umekaa hapa ama kusimama hapa siku ya leo, paza sauti kwa niaba ya wanachama wa klabu ya Yanga, lakini pia ni kwa niaba ya wapenda michezo wote Tanzania, Afrika na duniani kote, wapenda michezo na wapenda haki ya michezo. Kwa nini tunasema tumesimama hapa kwa ajili ya wanachama wa Yanga na wapenda michezo? Ni kwa sababu ya mambo yanayoendelea kwa upande wa michezo kwenye nchi yetu ya Tanzania. Tunafahamu, tunafahamu tuna uongozi wa TFF, tuna bodi ya ligi na kamati zingine mbalimbali lakini kwa namna moja ama nyingine mpira wetu wa Tanzania umeshindwa kusimamiwa na viongozi waliopewa dhamana ya kusimamia chombo hiki cha michezo katika nchi yetu, na sisi kama Yanga sisi kama wanachama wa klabu ya Yanga tumesema kwa kauli moja, tutasimama popote pale kwa kujidai na kwa kujinafasi, iwe ni kwenye chombo chochote kile cha habari, kusema kama TFF na bodi ya ligi wao hawata hawataona umuhimu wa kuendesha mpira wetu wa Tanzania kwa haki, basi hatupo tayari kucheza mechi yetu ya kiporo ambayo iliahirishwa tarehe nane. Hatupo tayari kucheza mechi hiyo. Ndio maana Yanga yote kwa sasa tunasema, tuna kauli moja tu tunayosema, hatuchezi ng'oo. Mimi nitaongea vitu vichache kwa ajili ya kuhitimisha. Jambo la kwanza ndugu zangu wa Yanga, kama mnavyoona waandishi habari, haya hawa ni viongozi wa matawi. Sisi Geita mzima tuna matawi 38 ambayo wanatambulika makao makuu, ndio matawi yenye wanachama wanaotambulika makao makuu e, e, e, e, yako mangapi? 38, si ndio? kama ni viongozi wa matawi 38 leo hiyo wamekaa hapa, tumeitana kwa ajili ya kujadili jambo hili moja ah, kuelekea mechi iliyotangazwa na Bodi ya Ligi tarehe 15, ndio na Yanga kuwa kiongozi. Mimi kuwa kiongozi au kuwa kiongozi haimaanishi kwamba wewe labda una akili sana kuzidi watu wengine, ndio? Au wewe labda una hela sana kuliko watu wengine, ndio? Au una busara sana, ndio? Ni Mungu tu ameniweka hii nafasi, ndio. Bwana yeye akitaka nitakaa kwa muda fulani, nitaondoka kwa muda fulani, ndio. Hivyo basi viongozi wetu wasijisahau, sawa wasijisahau kwamba hizi nafasi tulizopewa, hii ni dhamana tumepewa, sasa tuongoze vile ambavyo inavyotakiwa, si ndio? Hivyo basi wanashindwa kuelewa kati ya Yanga na TFF au na bodi ya ligi, nani kwanza kuanzishwa? Sisi Yanga kwanza kuanzishwa, sindio? Mwaka thelathini na tano, sindio? Yanga ndio tumepigania sisi uhuru wa nchi hii, sindio? Hawa wamekuja baadaye, wakuta tayari mpira upo, sindio? maana yake kama wao wamekuta mpira upo basi wafate vile ambavyo tulivyokuwa tuna tunaongozana, si ndio? Sheria zifatwe kanuni zifatwe, si ndio? Tuache maswala kutumia nini, busara sio ni nini? Hapana, kwenye sheria tunyooshe sheria, si ndio? Maana yake eh. Lakini unaambiwa saizi viongozi watuambia, si tufate nini, tumie busara, si ndio? Mechi icheze. Hapana, tuwezi kwenda kwa staili hiyo huu mpira tumeotoa mbali sana, tangu mwaka elfu moja mia tisa sabini na tano mpaka leo hii. Hey, sindio hivyo? Lazima kanuni na sheria zake zifatwe, ndugu zangu. Hivyo basi tunaona saizi hapa saizi bodi ya ligi wanavyosema kwamba tiketi za tarehe nane, hey, tiketi za tarehe nane ndio zitumike kwenye dabi hiyo hiyo inayofuata. Hivi kweli inaingia akilini, ndugu zangu? eh, imagine toka tarehe nane mwezi wa tatu mpaka sasa hivi mtu ameshaingia wanjani mara ngapi? Mara kibao, si ndio? Eh, je, itaendelea kuwepo ile ile kwa kadi kwa majina. Naitwa Abigaili Jumanne, jina maarufu kwa hapa ni Chuki Jumanne. Mimi ni mwanachama wa Yanga tawi la Yanga nyeuilimirwa. Ajenda yetu moja leo ni kwamba sisi hatuchezi, na hatuchezi kweli, hatuchezi ng'ooo ndoi kauli mbiu yetu kwamba hatuchezi. Kwa sababu gani? Sisi tulicheza tarehe nane. Mfano kama sisi tawi la Yanga nyawilimirwa tulitoa gharama nyingi sana kwenda kwenye dabi. Alafu tunafika tunaambiwa kwamba mpira umeahirishwa, kiasi kwamba watu tulivuruga hela, tulivuruga mambo mengi, tuliacha kazi zetu kwenda kucheza, alafu ndio tunafika uwanjani tunaambiwa kwamba hatuchezi. Ehe, tulipoahirisha mchezo hivyo, wamekaa kuliamua, hawataki kuliamua, wamekaa kimya tu. Sasa wanategemea nini? wanachokitegemea sisi hatujui, lakini sisi kama Yanga, mimi kama mwanachama wa Yanga sikubali. Yani nahili kwamba hatuchezi, labda tusubiri msimu ujao ndo tutacheza. Ndo ajenda yangu kubwa na ndo maombi yetu sisi wanachama wa Yanga Afrikani. Kwa majina anaitwa Dogota Steven maarufu Deototo, ni msemaji wa Yanga Mkoa wa Geita. Hivyo tupo hapa katika kikao hiki, tulikuwa tukijadili kuhusu masuala mbalimbali yanayohusiana na Yanga, lakini kubwa zaidi tulikuwa tukizungumza kuhusiana na hii kauli yetu ya hatuchezi ng'o. Kwa nini hatuchezi ng'o? Tumekuwa na majadiliano makubwa sana katika kikao hiki ambacho tumekuwa na majadiliano makubwa sana, tumekuwa na majadiliano makubwa sana katika kikao hiki kuhusiana na kauli hii, kwa sababu tumeonyeshwa hatuna imani kubwa sana na bodi ya ligi pamoja na TFF kwa ujumla. Kwa sababu ukiangalia kuanzia mechi yenyewe iliyoahirishwa, mechi namba 182, mechi ya Dabi Simba na Yanga hiyo mechi iliahirishwa kwa kwanza, nikiangalia, kuna process tofauti tofauti to ambazo zilikuwa zina mkanganyiko kidogo katika ile mechi. Usiku wa kuamkia mechi kwanza ilianza ikatwiti taarifa kutoka klabu ya Simba ambayo ilizungumza kuhusu kwamba wao hawataweza we... hawata kuleta timu, lakini tumekaa asubuhi. Kwa kawaida katika michezo, katika football, utaratibu wa NBC Premier League huwa kuna utaratibu ambapo asubuhi kuna kwa kuna press baina ya pande zote mbili, ambapo ni Simba na Yanga kwa mchezo husika. Lakini hiyo press ilifanyika, sijajua kama ilifanyika au haikufanyika, na majibu hayakutoka. Baada ya hapo, Bodi ya Ligi walitoa taarifa bai saa nne kwamba mechi itafanyeje itakuwepo kama kawaida, lakini imefika saa saba Bodi ya Ligi wanatoa taarifa kwamba mchezo hauta hautakuwepo. Yote kwa yote hayo, sasa sisi tunashindwa kuelewa kwamba kule nyuma ya pazia kulikuwa kuna nini, kwa sababu gani? Ukiangalia katika ule mchezo sisi, tulitegemea mechi itachezwa kama kawaida, na mechi ikafanyeni ikaahirishwa. Kuna mashabiki wamesafiri kutoka Geita, wengine wametoka Mwanza, wengine wametoka mikoa tofauti, ambao wameenda kuangalia ile mechi, lakini mwisho wa siku mechi imeahirishwa, wameharibu gharama zao. Kwa jina naitwa Rushinge Mashine, ndio jina linalojulikana hapa Nyawiliwa. Mimi ni mwanachama hai wa Yanga ail anyaulimiwa tangia nianze kushabikia mpira, sijawahi kusikia kitendo cha kwamba TFF wanaendesha ligi kwa utofauti kabisa. Kwa sababu naongea hivyo kwa sababu ya utofauti ni kwamba naongea hivyo kwa sababu wa utofauti ni kwamba sheria wanazijua na maelezo hayo, baada ya kuongea hivyo sheria wanazijua, lakini baada ya hapo sheria wanazijua wanakuwa wanazipindisha pindisha TFF na bodi ya ligi. Ninasikia kwamba TPLB ina, in, in, inawezi ikaipokonya Yanga kaipokonya Yanga point kumi na tano ni sawa, lakini kwa kuwa sheria zipo zitafuata mkondo wake. Yanga kama Yanga tawi za wanyauimiwa, sisi wanachama tunaongea kwamba hatuwezi tukatishika na TFF na bodi ya ligi ya kusema kwamba wanatukata point kumi na tano na wana wanampa wanampa mpinzani wetu kwa alama tatu na magoli matatu. Hilo halina shida, lakini mukamba, sharia, na, ni kwamba tunaomba sheria ifuate. Na tangia nianze kushabikia mpira nikiwa darasa la pili, nimekutana na wachezaji mashuhuri wa, kina wakina Jonas Runyamira, Salvatore Edward, wakina Anteze Jon Rungu, Mohamed Mohamed, George Magere, Masatu Hussein, Amenimasha Edward Chumira, enzi hizo wachezaji hao tulikuwa tunashuhudia mpira mzuri, sheria zilikuwa zinafuata, na kama dadi inakuwa imepangwa kweli, hakuna sibisikisi wala kona. Lakini ni kwamba bodi ya ligi wao wenyewe wanakuwa wanajichanganya, kwa sababu kama siku ile wamepokea barua ya Simba kwamba Simba wameahirishwa, wamezuiwa na makomando wa Yanga kuingia kufanya mazoezi. Lakini ni kwamba baada ya hapo ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi ikasema kwamba mechi iko on imefika saa moja TSS na bodi ya ligi anasema kwamba pale mechi palepale, mh imefika saa sa milango ya, ya, ya, ya kwenye uwanja wa taifa imefunguliwa kuanzia saa nne au saa tano Mashabiki wametoka sehemu mbalimbali mkoani wanahudhuria wana wana ndani ya, wana ya uwanja huo mageti kama wanajua kwamba mechi haipo, si wangekuwa wamefunga mageti kwamba mechi haipo na ikatangaza kwamba kuanzia saa sa, sa moja hiyo, kwamba watu wanapokuwa wanatoka mkoani mbalimbali wasije uwanja wa Taifa. Lakini sasa hivi mageti yalifunguliwa ikionyesha ishara ya kwamba ukweli ni kwamba mechi ipo on live. Asante sana.